Kwingineko, shule kote nchini zimefunguliwa kwa muhula wa pili hii leo, huku walimu wakilalamikia serikali kuchelewesha mgao wa pesa za shule. Kauli za walimu zikijiri, huku lawama zikiendelea kuhusu ada za ziada zinazotozwa wanafunzi. Na kama anavyotuarifu Mary Muoki, walimu hawa wanasema, mara nyingine wanakosa mbinu za kukidhi mahitaji ya shule. wa pili wa masomo umeanza. Gumzo kuhusu ada za ziada zinazotozwa wanafunzi zikiendelea kuibua wa mdahalo. Muungano wa walimu wa KUPPET sasa ukisema walimu wakuu wengi hufanya hivyo kwani serikali huchelewa kutoa mgao wake mapema levies. Kupet sasa ikiwatetea walimu wakuu wanaolazimika kutafuta mbinu mbadala kuendesha shule. Principals have no options. Because if there is no food in school, that is a recipe for chaos. Na huku malalamishi haya yanapoendelea, baadhi ya endelea, wazazi pia wanasema suluhu ya kuondoa hali hii iko mikononi mwa serikali. Serikali haipeani pesa yenye inatosha kwa shule yenye inapeana mwalimu mkuu akienda kupangapanga hata itoshi ya kununua rimu wa, wamepata wa shida sana kupata capitation kutoka kwa serikali. Serikali inakawia sana, mpaka hata muhula unaisha bila kutumana hii. Na, lakini hii ni shida ambayo inaletwa na serikali. Na japo wadau wengine wa elimu wanahisi shule zinawaumiza wazazi na kuhatarisha elimu, kwa wengine ni kwa serikali kujipanga zaidi, kwani shule mara nyingi huachwa kwenye njia panda. Mary Muoki, Runinga ya Citizen.